Almalu walbanuna zinatul hayatid dunya walbaqiyatu ssalihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala, mali na wana ni pambo la maisha ya dunia na mema yanayobakia ni bora mbele ya Mola wako Mlezi kwa malipo.

Kama khalaqnakum awwala marrah, bal za'amtum allan naj'ala lakum maw'ida, Na wakahudhurishwa mbele ya Mola wako Mlezi kwa safu, mmetujia kama tulivyokuumbeni mara ya kwanza, bali mlidai kwamba hatutakuwekeeni miadi wa...